Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo katika ulimwengu wa kidigitali, ni katika viwanja vya Mina. Mbele yangu ninayo mudiru wa Shamsul Maarifa, eh, Sheikh Samiri ambaye yuko mwaka huu katika huu mji mtukufu wa Maka. Sheikh Samiri, kwanza tungeomba utoe salamu na utupe faida maisha ya Mina. Unayoonaje maisha katika mji huu mtukufu wa, mji mtukufu wa, mji mtukufu wa Mina na. Wa wa wa asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuilah ssalatu wassalam ala Rasulillah sad mhamdllaha wasau wara nasura. Alhamdulillah, tuko katika viwanja hivi vya Mina na katika kutekeleza maelekezo aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuitekeleza ibada hii ya Hijja na alhamdulillah tunajifunza mengi hapa katika viwanja vya Mina. Tunajifunza mshikamano, waislamu wote kutoka sehemu mbalimbali tuko katika maeneo haya. Tunajifunza vilevile namna gani kwa sisi waislamu kitu kimoja ni ndugu, lakini pia ni daraja moja. Hapa hakuna tajiri, hakuna maskini, sote tuko katika maeneo haya hapa tuko katika hali moja, matumizi yetu ya malazi pamoja, tunalala katika hali moja, lakini hata pia kila kitu, chakula tunachokula tunakula cha aina moja kwa utaratibu ule ule, zote kwa eh, hiyo hapa kuna mafunzo mengi sana tunayapata, ila idaa kama kume indallahi atha katika maeneo ambayo tunaweza kuyapata an kuijua maana yake na tukajikumbusha basi na hii mi na pia vile vile ni katika maeneo tunaweza kujikumbusha, kwa sababu hapa kitazama ni nafsi zetu, nagani tutazitengeneza, nagani tutazisafisha. Na kitu kikubwa kinachoonekana hapa hapa, hapaangaliwi cheo cha mtu, hapaangaliwi utajiri wa mtu, hapaangaliwi tabia ya mtu, nini kakabila ya mtu, hapaangaliwi rangi ya mtu wala katoka taifa gani, hayo yote hayapo hapa. Well, so kwa hiyo alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwekea utaratibu huu wa kuweza kutukumbusha haya maisha yalivyo, na vilevile wakaweza kutukumbusha namna gani unaweza kuitekeleza dini yake. Sheikh Samir, yote kwa yote unazungumzaji ibada ya hija mwaka huu kwa ujumla, na labda hija yako ya kwanza ilikuwa mwaka gani? Kuna tofauti yoyote? Ya ya kwanza ilikuwa ni mwaka elfu mbili na tisa sita iliyopita, na tukilinganisha ya mwaka ule na ya mwaka huu kuna tofauti kubwa sana. Kwanza hata mahudhurio yenyewe naweza sema nikikaribia ni uh, mara mbili ya watu niliowaona wanahudhuria kipindi kile, na walio sasa ni mara mbili au zaidi. Lakini vilevile tunaona namna gani hata huduma zilizopo sasa hivi katika maeneo mbalimbali, kuanzia kule Masjidil Haramu na maeneo mengine. Sisi hatujafika Madina, lakini nilishuhudia Maka Masjidil Haramu, nakuta utaratibu mwingine kabisa tofauti na hata miundo mbinu o imeboreshwa, ni bora sana. Sasa hivi swali la mwisho, Sheikh Samir, katika eneo la Muzdalifa ambapo watu wanalala chini kabisa imetandikwa hey, mikeka kabisa, ni ari ambayo iko asili toka kipindi hicho, lakini pana usingizi mzito mzito sana. Siri yake ni nini? Baadhi ya watu wanasema zaidi ya hoteli ya nyota tano, hizi za hoteli za kidunia ambazo tunazisifia. Je, yes, siri yake ni nini? Katika eneo la Musdalifa, siri yake ni kwamba tumefika pale kama ambavyo tumeamrishwa tufike kwa ajili ya kutekeleza hii ibada, lakini vile vile kwa ajili ya kukiri, kuonyesha namna gani nafsi zetu zimekiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukubali kutekeleza maamrisho yake kwa namna yoyote ile ambayo tunatakiwa, na pia vile vile kuwa sote katika ile umoja. Kama nilivyosema, ndio maana unakuta pale kuwa nafsi imekiri na imeelekea kwa moda, imenyenyekea moda, ndio pale unapopalala unapoona kama vile kama ulivyosema kwa hoteli ya nyota tano, yeah. Akele ridhaa ile, yeah. Imefanya paonekane ni mahali mazuri kuliko kawaida. Natosha.